Hivi unadhani vita kuu ya kwanza ya dunia, ile vita kuu, vita ya kumaliza vita zote, ambapo ngoja ni kupasuli ya siri, haikumaliza, ilianza tu kwa sababu jamaa mmoja alipigwa risasi? Sivyo kabisa. Je, unadhani vita vya kwanza vya dunia vilianza tu kwa sababu ya mauaji ya mtu mmoja? Fikiria tena. Hiyo ni kama kusema moto mkubwa wa msituni ulianza kwa sababu ya kiberiti kimoja kidogo. Ni kweli? Kiberiti ni muhimu, ndio, lakini vipi kuhusu msitu mkavu kama kuni, miaka ya ukame na madumu ya mafuta yaliyoachwa ovyo? Sio kitu kimoja tu, au sio? Mara zote ni mkusanyiko, mkusanyiko mgumu wa kibinadamu uliochanganyika. Kulikuwa na mvutano uliodumu kwa miaka mingi, kama baruti iliyosubiri cheche tu kulipuka. Fikiria mlo wa jioni wa familia wenye mivutano mikali sana. Kila mtu ana bifu na mwenzake, chuki za zamani zinafukuta, mtu mmoja anakula viazi vyote. Ndivyo Ulaya iliyokuwa mwanzoni wa miaka elfu moja mia tisa. Wote walikuwa wanatazamana kwa kijicho, wakionyesha ubabe wao na wakingoja tu kisingizio, kisingizio chochote ili kuanzisha fujo. Haikuwa jambo la usiku mmoja, hii ilikuwa kama moto unaowaka polepole, hali kama ya sufuria la kupikia kwa mgandamizo ambalo mfuniko wake ulikuwa karibu kulipuka na kusambaza vipande vya chuma mabara yote, na ndicho tunachoenda kuchunguza kwa undani leo. Sahau majibu rahisi, tunaenda kwa undani zaidi. Leo tunakuchambulia sababu tano kuu zilizoichochea dunia kuingia katika vita kubwa kabisa kuwahi kutokea wakati huo. Tunazungumzia mambo matano makuu, yale mambo ya chini chini yaliyoifanya Ulaya kuwa kama pipa la baruti. Basi chukua madaftari yenu au hata umakini wenu tu, kwa sababu darasa la historia limeanza, na niamini hii ina msisimko kuliko chochote mtakachoona kwenye vipindi vya maisha halisi kwenye TV. Kwa sababu hii, wandugu zangu, ilikuwa ni uhalisia. Sawa, cha kwanza kabisa kwenye orodha yetu ya jinsi ya kuanzisha vita vya dunia bila kukusudia: uzalendo. Lakini si ule uzalendo mwanana wa hore timu yangu imeshinda kombe la dunia. Hapana, huu ulikuwa uzalendo uliopitiliza, ule aina ya kumtazama jirani yako na kusema, unajua nini? Nina hakika bustani yangu ni bora zaidi kuliko yako, na labda nastahili sehemu ya bustani yako pia. Katika nchi nyingi, raia walikuwa na mapenzi makubwa kwa mataifa yao kiasi cha kuwadharau au kuwachukia majirani zao. Fikiria hivi, Ujerumani ilikuwa inajiona, ikionyesha nguvu zake mpya za viwanda, imejawa na mbwembwe na tayari kuonyesha dunia nani mkubwa. Walikuwa kama mtoto mpya mtaani alianza mazoezi ya gym, na sasa anaamini anaweza kupambana na yeyote. Halafu kulikuwa na Ufaransa, bado ina kinyongo kwa kupoteza Alsace Lorraine kwa Ujerumani kwenye mzozo uliopita. Walikitaka kirudishwe, yaani kwa udi na uvumba. Ilikuwa ni swala la heshima, jeraha la kitaifa ambalo halikupona. Na kule Balkan, Serbia ilikuwa na ndoto kubwa, ikiwazia dola kubwa la Waslav wote likiunganisha watu wote wa Kislav. Ilikuwa ndoto nzuri kwao, lakini jinamizi kwa tuseme Austria Hungary, ambayo ilikuwa na waslav wengi ndani ya mipaka yake na haikutaka waondoke uzalendo huu uliokithiri uligeuka kuwa chuki, chuki ambayo ilipasuka wakati wa mgogoro. Haikuwa tu sisi ni bora, ilikuwa ni sisi ni bora, na nyinyi si bora, na labda nyinyi ndiyo sababu hatuwezi kuwa bora zaidi. Unaona tatizo? Basi kila mtu anaamini nchi yake ndiyo bora zaidi. Hatua inayofuata kimantiki ni ipi unapojisikia huna usalama lakini pia una kiburi kingi? Umeipata? Mashindano ya silaha. Karne ya ishirini ilianza kwa mataifa ya Ulaya kushindana kujizatiti kwa silaha. Ilikuwa kama shindano la kimataifa la changu ni kikubwa kuliko chako, lakini kwa silaha za kuua. Uingereza na himaya yake kubwa siku zote ilitawala bahari. Britania inatawala mawimbi, waliimba, lakini Ujerumani ikaamua shika bia yangu, au tuseme shika soseji yangu ya Kijerumani, nataka jeshi kubwa la majini pia so Uingereza na Ujerumani zilijenga meli za kivita kwa kasi ya ajabu. Meli kubwa za kivita zile za nguvu hasa, walikuwa wanazijenga kana kwamba zinapitwa na wakati, ambapo cha kushangaza, ndivyo ilivyokuwa kufikia vita kuu iliyofuata. Lakini haikuwa tu kuhusu meli, majeshi yalikuwa yakipanuka, matumizi ya kijeshi yalikuwa makubwa mno kote Ulaya. Jeshi lilikuwa si tu ulinzi, bali fahari ya taifa. Kuwa na jeshi kubwa lenye vifaa vya kutosha haikuwa tu kwa ulinzi ilikuwa alama ya hadhi, kama kuwa na iPhone ya kisasa lakini yenye chakali zaidi. Majenerali walikuwa wanachora mipango ya vita ya kina, si tu kwa endapo vita itatokea, bali kwa wakati vita itatokea. Lakini ilipofika elfu moja mia tisa na kumi na nne mataifa yalikuwa tayari kwa vita, hata kama hawakuitaka. Ni kama kila mtu alinunua mbwa mkubwa mkali kwa ajili ya ulinzi cosina. Sasa mbwa wote hawa wakubwa wakali wako kwenye bustani moja ndogo, wakitazamana kwa chuki, lazima kitu kitokee. Sura ya Tatu. Sasa fikiria hii Ulaya yenye uzalendo, iliyojihami kwa silaha hadi meno, halafu ongeza mtandao tata wa mikataba ya siri. Ni kama vikundi vya shule za sekondari, lakini vyenye mikataba na uwezekano wa vifo vya mamilioni. Ulaya ilikuwa imegawanyika katika makundi mawili makubwa. Kwa upande mmoja, kulikuwa na muungano wa utatu, Uingereza, Ufaransa na Urusi. Wafikirie kama watatu wenye wasiwasi, wakiwa na tahadhari kidogo na mgeni Ujerumani na malengo yake. Hawakuwa lazima marafiki wa kudumu, lakini walikuwa na maslahi yanayofanana, au tuseme wasiwasi unaofanana. Uingereza ilitaka kudumisha ubora wake baharini. Ufaransa bado ilikuwa inalenga Alsace-Lorraine, na ilikuwa na wasiwasi kuhusu Ujerumani, na Urusi ilijiona kama mlinzi wa watu wa Kislav, hasa Serbia. Na kwa upande mwingine, kulikuwa na muungano wa pande tatu, Triple Alliance: Ujerumani, Austria-Hungary na Italia. Huu ulikuwa zaidi kama kundi la mataifa ya kati. Ujerumani na Austria Hungary zilikuwa karibu sana, zikiunganishwa na lugha na shaka ya pamoja dhidi ya Urusi. Italia ilikuwa naam, Italia ilikuwepo. Walikuwa kama kigeugeu kidogo, kama yule rafiki anayesema atakuja kwenye sherehe lakini huwezi kuwa na uhakika hadi anapotokea. Kila nchi iliahidi kuililinda nyingine endapo itashambuliwa. Kwa hiyo kama mtu angeanzisha ugomvi na rafiki yako, ulilazimika kuingilia ya kati kitu kidogo tu kingeweza kuvuta nchi moja na kuzivuta nyingine zote kama mnyororo wa moto. Cheche moja ndogo, tukio moja la kidiplomasia, na ghafla majukumu ya mikataba ya kila mtu yangeanza kufanya kazi kama mstari wa domino. Sura ya nne. Basi mataifa haya ya Ulaya hayakuwa yanagombana tu yenyewe kwa yenyewe barani mwao. La hasha, malengo yao yalikuwa ya kidunia. Hii ilikuwa zama za ubeberu au kama ninavyopenda kuiita mkezo mkuu wa kunyakua makoloni. Nchi za Ulaya zilikuwa zikigombea ardhi, hasa Afrika na Asia. Walikuwa wanagawana mabara kana kwamba ni keki za siku ya kuzaliwa, mara nyingi bila kujali kabisa watu waliokuwa wakiishi huko. Uingereza ilikuwa na himaya yake kubwa, himaya ambayo jua halikuchwa kamwe. Ufaransa ilikuwa na sehemu kubwa ya Afrika na Asia ya kusini mashariki. Hata nchi ndogo kama Ubelgiji zilikuwa na makoloni makubwa yote ilihusu mali asili, masoko na bila shaka, heshima. Ujerumani ikiwa mgeni katika ukoloni, ilitaka sehemu yake ya keki ya dunia. Ujerumani ilichelewa kidogo kwenye sherehe hii ya ukoloni, kwani iliungana kama taifa baadaye sana kuliko Uingereza au Ufaransa, lakini sasa walikuwa na viwanda, nguvu na walitaka nafasi yao juani, kama walivyosema. Hii ilisababisha kugombea maeneo yaliyobaki, hasa Afrika, na mikwaruzano mingi ya kidiplomasia na migogoro. Migogoro ya kifedha, rasilimali na mamlaka ya baharini ilifanya nchi ziwe na mivutano mikali hata kabla ya vita halisi kuanza. Mivutano kuhusu nani anadhibiti njia zipi za biashara, nani anapata mali gafi zipi, na nani ana vituo vingi zaidi vya jeshi la majini duniani kote. Yote yaliongeza kwenye sufuria lililokuwa linafukuta kwa chuki na ushindani. Kila mgogoro wa kikoloni ulikuwa kama kuni nyingine kwenye moto. Sura ya tano. Na sasa tunafika kwenye cheche yenyewe, tukio lililowasha utambi kwenye pipa hili la baruti la dunia. Mnamo tarehe 28 Juni 1914, mrithi wa kifalme wa Austria-Hungary, Franz Ferdinand aliuawa Sarajevo na kijana wa Kisabia Gavrilo Princip. Franz Ferdinand hakuwa mtu maarufu sana hata katika himaya yake mwenyewe, lakini alikuwa mrithi. Mauaji yake huko Sarajevo, Bosnia, eneo lililonyakuliwa na Austria-Hungary lakini lililotamaniwa na Serbia yalikuwa uchochezi mkubwa. Princip alikuwa mwanachama wa kundi la kizalendo la Serbia liitwalo Mkono Mweusi, lililokuwa na ndoto ya Serbia kubwa huru kutoka kwa utawala wa Austria-Hungary. Ilikuwa kauli ya kisiasa ya kikatili na ilikuwa na madhara ya haraka na makubwa sana. Austria-Hungary kwa hasira inayoeleweka na ikiona fursa ya kuangamiza uzalendo wa Serbia moja kwa moja, ilimshutumu Serbia. Walitoa kauli ya mwisho yenye orodha ya madai makali kiasi kwamba Serbia haingeweza kuyakubali yote, na kwa msaada wa Ujerumani ambayo kimsingi ilipa Austria Hungary ruhusa ya kufanya lolote, ilitangaza vita dhidi ya Serbia tarehe 28 Julai. Kisha mambo yakaanza kutokea mfululizo kama ilivyotabiriwa na ile mifumo tata ya miungano. Urusi iliingilia kati kumlinda Serbia, mdogo wake wa Kislav. Ujerumani ikifuata mpango wake, iliishambulia Urusi. Na pia mshirika wake Ufaransa kwa kuvamia kupitia Ubelgiji ambayo imea upande wowote Ufaransa ikaingia. Uingereza ikiwa imekasirishwa na kukiukwa kwa kutokuegemea kwa Ubelgiji na ikiwa imejitolea kwa muungano wake na Ufaransa na Urusi ikafuatia. Na vita ikawa rasmi. Vita kuu ilikuwa imeanza. Hitimisho. Haya, basi ndizo hizo. Sababu tano kubwa zilizochangamana kwa nini dunia ilitumbukia kwenye mzozo ambao haujawahi kutokea. Haikuwa risasi moya tu, sivyo? Ilikuwa karne ya tamaa, hofu, kiburi na maamuzi yenye maswali mengi sana. Now here's a thought to chew on. Je, unadani dunia ingeweza kuepuka vita hivi kama kusingekuwepo na mashindano ya kijeshi? Kama kila mtu angetulia tu, ange na mambo ya meli za kivita na majeshi makubwa, amani ingeweza kupatikana? Or was the problem deeper? Au ni uzalendo wa kupitiliza ndio uliokuwa sumu kubwa zaidi? Je, Ilikuwa ni ile tabia ya nchi yangu ni bora zaidi na wengine wote hawafai iliyofanya mzozo usiweze kuepukika? Labda ulikuwa ni ule mtandao tata wa miungano uliobadilisha ugomvi mdogo wa kikanda kwa janga la dunia nzima? What do you think was the biggest factor? Tuambie kwenye sehemu ya maoni, tungependa kusikia unachofikiria. Seriously, let us know. Haya ni mambo ambayo yanawanyima usingizi wanahistoria na usi wana na inaonekana hata mimi